Kwa majina anaitwa Mhandisi Ezekiel Simon Mashola, ni meneja wa TANESCO mkoa wa Temeke. Kimsingi TANESCO mkoa wa Temeke una wilaya mbili, unahudumia wilaya ya Mbagala, vilevile unahudumia wilaya ya Yombo. Lakini tukiwa katika hii wiki ya huduma kwa wateja, na tunajua leo ni siku ya mwisho ya wiki ya huduma kwa wateja, leo sisi kama mkoa wa Temeke tumefanya kazi moja kubwa, ikiwa ni pamoja na kuwatembelea na kuwatambua wateja wetu wakubwa ambao wanalipa bili vizuri umetembelea takriban wateja kumi walioko ndani ya mkoa Temeke. Aa, wateja ni wateja wakubwa, wateja wenye viwanda na wateja bili zao ni kubwa kuanzia milioni milioni s mpaka, kushuka, milyon, milyon, mpaka milyon, milyon, milyon. Zao ili tuweze kuendelea e huduma nzuri wateja wengi Wame, wame, wamedeclare TANESCO tunafanya kazi vizuri, na wamesema tuendelee kufanya kuchapa kazi hivyo hivyo. Lakini kikubwa zaidi, changamoto zao ndogo walizotupa sisi tumezipokea, ili tuweze kuzifanyia kazi na tuendelee kuwapa ushirikiano mzuri. Baadhi ya changamoto ambazo tumekuta nazo kwa wateja wetu ilikuwa ni kukatika kwa umeme. Kukatika kwenyewe kwa umeme ilikuwa ni pamoja labda tunapokuwa tunafanya matengenezo ya miundombinu yetu, unajua lazima tuboreshe miundombinu yetu. Kwa tunapokuwa tunaboresha miundombinu yetu kunakuwa tunazima umeme. Kwa hiyo ndio changamoto yao ilikuwa kubwa, lakini tulikuwa tunafanya hivyo kwa kuwapa taarifa.